Kisha zaidi vijana na wanawake na kinaleta matokeo chanya ya ongezeko la ajira nchini. Serikali kupitia mpango wa mageuzi ya kilimo inatarajia kuanzisha vituo maalumu katika kila wilaya kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma za kilimo kwa wakulima na wafugaji. Unaangalia Kilimo TV. Ukombozi kwa mkulima. tutazungumzia kuhusiana na masuala mengine ambayo ni ya msingi zaidi kuhusiana na bajeti hii. Hayo tutakuja tuyazungumze, lakini kwa dondoo tu, tunajua jana ilikuwa ni siku ya nyuki na pale Kizimbani Zanzibar ndipo ambapo uh, tuliazimisha dole, Kizimbani ndipo ambapo tuliadhimisha na mambo yalienda vizuri zaidi. Kuna mengi zaidi ambapo kimsingi tutakuja eh, tuyazungumze hapa. Ngoja tupate mapumziko mafupi alafu nitakuja kukupitisha kwenye yale ambayo yamejiri eh, katika swala zima la kwenye siku ya nyuki, lakini vile vile kwenye uchambuzi huu wa bajeti. Unaangalia kilimo TV, ukombozi kwa mkulima. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu sekta hii imeweza kuchangia asilimia ishirini na nne nukta tisa ya pato la taifa hapa Zanzibar. Kwa mnasaba huo sekta hii itakuwa na mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa nchi ikiwa itafanya vizuri zaidi katika kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali ya chakula na biashara. Kwa hakika, mapinduzi ya kilimo Zanzibar ni jambo la msingi na la kupewa kipaumbele. Mageuzi hayo ni muhimu na yanatarajiwa kuimarisha mnyororo wa thamani kutoka shambani hadi kufika kwa mlaji, ambapo kila mtu atakayeshiriki katika mnyororo huo wa thamani atafaidika na matunda ya mageuzi hayo. Ni dhahiri kwamba sekta hii inaziunganisha sekta nyingi muhimu ikiwemo ya biashara na viwanda, utalii, maji na nishati. Hivyo ikifanya vizuri, itasababisha kuleta matokeo chanya kwa uchumi mzima wa nchi yetu. Juhudi hizi ni za lazima ambazo kila mdau anatakiwa kushiriki kikamilifu na kuunga mkono azma ya kuleta mageuzi haya. Hivi sasa tumekuwa tukishuhudia mazao kama chungule na tikiti mabiringani na mapapai yanavyopatikana kwa wingi sokoni na kuchangia hata kushuka kwa bei ya mazao hayo. Ni jambo jema kuona kuwa kilimo hiki kinajumuisha zaidi vijana na wanawake na kinaleta matokeo chanya ya ongezeko la ajira nchini. Serikali kupitia mpango wa mageuzi ya kilimo, inatarajia kuanzisha vituo maalum katika kila wilaya kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma za kilimo. Kwa wakulima na wafugaji tayari. Kwa wa mwinyi tija kwa mkulima ni mwito wetu. Unaangalia Kilimo TV, ukombozi kwa mkulima. Unaangalia Kilimo TV, ukombozi kwa mkulima. mradi kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo umefanya mapitio ya sera. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa mwaka wa 2023 sekta hii imeweza kuchangia asilimia 24.9 ya pato la taifa hapa Zanzibar. Kwa mnasaba huo, sekta hii itakuwa na mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa nchi ikiwa itafanya vizuri zaidi katika kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali ya chakula na biashara. Kwa hakika msitu ya mwaka 1995 na kuingiza vipengele vya nyuki, hili litawezesha uwepo wa sheria, kanuni na taratibu zinazohusiana na mambo ya nyuki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi kwa kushirikiana na skuli ya kilimo imeanzisha sehemu ya mafunzo ya vitendo vya ufugaji nyuki na jambo jema zaidi ni kwamba hapo chuoni sahizi kuanzia intake za digiri zinazofuata general agriculture somo la nyuki ni la lazima. So aoye upatikanaji wa usafiri utarahisisha upa, upatikanaji wa takwimu la utoaji wa elimu. Pia serikali ione e, umuhimu wa shughuli za nyuki e, kwa kutunga sera ya nyuki na hatimaye sheria itakayomlinda nyuki na mazao ya nyuki na wafugaji wa nyuki na ikiwezekana kuanzishwa idara ya misitu na nyuki Zanzibar. Hatuwezi kuwa na upatikanaji wa asali kwa ufanisi endapo tutakuwa kazi yetu ni kuchafua mazingira na kuharibu mazingira pasina utaratibu ambao unaeleweka. Hili tunaendelea kujitahidi, na kama mnavyoona sisi kama wizara tukipiga kelele lakini, tuone tujitie changamoto ambazo tuko nazo, tunataka twende katika kuilinda tasnia hii ya nyuki. Lakini mapambano na changamoto tulizokuwa nazo si hizo mlozitaja tu peke yake, lakini na hizi pia ni miongoni mwa changamoto. Lakini kwa ushirikiano na umaini wenu bueno. kwa kila taasisi na wenzetu wametuambia hawa wao kazi yao ni kuhakikisha kwamba wa kutekeleza maelekezo ya serikali ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wanawajengia uwezo hawa wajasiria mali katika kuona kwamba wanawasaidia wawezi kusurvive kama vile maelekezo ya serikali yalivyo. Sherehe za siku ya nyuki duniani, sherehe za siku ya nyuki duniani tumeipokea kwa vile, na sisi tunaungana na nchi za Umoja Mataifa kutukea, yani kwa hii siku kusherehekea pamoja vilevile vile, kumpa thamani au kumthamini nyuki mdudu wetu nyuki zaidi. Kwa jina naitwa Hadija Hassan Bakari kutokea Kiuyu Binungwini, Pemba. Kwa kweli siku ya leo nimependa na ni mzuri sana, nashajihisha kwa jamii tufuge nyuki, tuache kukata miti ovyo, kwa sababu tukikata miti ovyo tunasababisha kuongezeka tabu ya nchi. Kwa hiyo tusikate miti tufunge, mi, tufunge nyuki kwa wingi, kwa sababu nyuki wana faida nyingi sana. Nyuki asali yake ina dawa, nyuki yeye mwenyewe akikuuma ni dawa. Kwa hiyo tunahitajika, hita, tuna kuelimisha jamii ili wahifadhi sana mazingira ambapo wanaishi nyuki, na tuwapende nyuki, tuwajengee vizuri. Asante nisimedi.